Asalamu alaykum, habari. Karibu jikoni kwa Mama Swaumu. Kama ni mgeni hapa, karibu sana, na kama ni mwenyeji, na maanisha umesha subscribe na huwa unapata video zangu. Asante sana kuendelea kuwa hapa na karibu tena. Leo mimi natengeneza keki ya limao yenye shepu ya mwezi kwa ajili ya Idi. Ni rahisi sana na ni keki tamu sana. Karibu. Kwa mahitaji, nahitaji unga wa ngano sukari, bata au siagi, maziwa ya unga, maganda ya limao ambayo nitafanya kama ladha, mayai pamoja na baking powder. Pia nitatumia tini ya nchi nane. Nimeipakaza hapo uh, bata na unga kidogo. Alafu nitatumia hii bakuli kupata shepu ya mwezi au umbo la mwezi kama unavyoona hapo au kama tutakavyoona. Basi naanza kuandaa keki yangu haraka haraka. Hapo nimeweka bata. Nikaweka na sukari ya kusaga yani, ile sukari nilokuonyesha nimeisaga. Nachanganya hapo kwa pamoja mpaka iwe nyeupe kama hivi. Baada ya hapa, nitaweka yai moja moja. Nimeweka yai mayai manne, naweka moja na moja, moja, mpaka yote yanakuwa kama hivi. Yanapigika sasa hivi. Naweka unga wa ngano, nitachekecha pamoja na baking powder pamoja na yale maziwa ya unga maziwa ya unga sio lazima, ni option. Kama hauna unaendelea tu na chekecha hapo pamoja. Baada ya hapo, nachanganya vizuri na ule mchanganyiko mpaka uchanganyike vizuri kama hivi hapa. Sasa nipo tayari kuweka ladha, na nimetumia ladha ya limau maganda yake pamoja na juisi yake au maji yake, hayo hapo kidogo kama kijiko kimoja hivi. Baada ya hapo, naendelea kuchanganya na sasa nipo tayari kwenda kuoka na tulisha andaa sufuria yetu hapa nimeweka makaratasi ili kuzidi kupata umbo zuri la mwezi. Nimeweka pembeni ile bakuli na mimi naumo mchanganyiko, na sasa tunaenda kuoka kwenye moto wa mia themanini dakika 45. Baada ya hapo, keki yetu ya mwezi ipo tayari. Natoa haya makaratasi pamoja na bakuli ili tuone shepu yetu ya mwezi ilivyotokea lakini unaweza ukafanya namna yoyote ambayo wewe unaweza kupata shepu ya mwezi. Kama umeipenda keki ya mwezi, basi keki yetu ipo kama hivi, na sasa tuitoe, na itoa humu ili ipate kupoa, tupate kupamba. Hivi ni kwa nyuma inavyoonekana na hivi ni kwa mbele. Sasa tuende tukapambe. Nilishaandaa butter icing hapo na ipakaza naweka keki, nimepakaza kwenye bezi, naweka ile keki na naanza sasa kuifunika keki yangu kwa butter icing yote mpaka isionekane, yani yote iwe nyeupe kwa sababu nikua nataka mwezi mweupe. Na jinsi ya kutengeneza hii butter icing tunafahamu. Ukiangalia zile video zangu za nyuma za keki, basi nilionyesha jinsi ya kutengeneza hii. Na mimi leo nilifanya ngumu ngumu kidogo, nilikuwa nataka ikauke, ikae muda mrefu mpaka siku ya Idi. Kwa hiyo hapo nimefunika keki yangu yote, na sasa nataka niweke maua ya kijani, na sikuwa na rangi ya kijani, hivyo basi butter icing iliyobakia nikaweka rangi ya njano, nikachanganya na rangi ya papo pamoja na rangi ya bluu ili nipate rangi ya kijani. Kwa hiyo hapo nimechanganya na kijani kawa inatokea vizuri kama hivi. Na sasa naenda kuweka kwenye mfuko ambao mi nimefanya kama piping bag na nimetumia nozzle ya 2C. Napenda haya maua. Ya, ni simple na press tu yanatoka, sio complicated na natumia sana kwenye keki zangu nyingi. Napenda sana haya maua. Kwa hiyo hapo naweka maua ya kijani, mwezi mweupe na nyota nyota za kijani au maua ya kijani. Na keki yangu ipo tayari kama hivi unavyoona, nilikuwa pia na vipipi vyeupe vyeupe nikatupia hapo tu kufanya kupendeza, na pia kama unaweza, unaweza ukaandika, kama wewe unaweza kuandika Uh, unaweza kuandika kwenye bezi au kwenye keki hapo, uh, unachotaka mwenyewe, kama vile Idi Mubarak na vitu kama hivyo. Mimi nilikuwa tunataka iwe hivi hivi. Kama umependa hiyo video, basi usisahau ku like, unaweza pia ukashia na wengine, unaweza pia ukakoment. Basi mi keki yangu ilikuwa ipo tayari kama hivi unavyoona hapa, inasubiri tu siku ya Idi iliwe. Matumaini yangu umependa kama umependa, usisahau kulike, kucomment, kushare, kusubscribe kwa ajili ya video nyingine nyingi za mapishi hapa hapa jikoni kwa Mama Swaumu. Hadi wakati mwingine, asante kwa kuangalia. Kwa heri.